nini, na wewe ni MC. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye, meza, nimekaa nyumbani na ni Jumamosi ni weekend, sina kazi sina nini, ila akanipigia tu simu. Sasa bwana, kuna kazi hapa. "Uko wapi? " Naambia niko nyumbani. Una suti nzuri? Naambia ninayo. Vaa chapti ya moka, njoo hapa. Natoka naenda pale, na pale napata hela, unaona? Kwa hiyo ah, unajua sisi wanadamu kwa ujumla tunabeba kombe yetu. Sisi wanadamu tulivyoumbwa, tumeumbwa kushukuru kwa yote kwa kama tumeumbwa kwa sababu ya kushukuru kwa yote. Kwa hiyo uh, tuna mazuri ambayo huwa yanakuja kwenye maisha yetu, kwa hiyo tuna mabaya pia yanakuja kwenye maisha yetu. Kwa hiyo hatuwezi kuchagua kwamba sisi tushukuru tu kwa mazuri, hapana. Hata yanapokuja magumu kama haya na mabaya kutumiza mioyo, hatuna budi kupokea kwa sababu sisi tumeumbwa kushukuru kwa kila jambo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alaze roho ya ndugu yangu MC Pilipili misimu